Wow. Sasa sikilizeni. Hii hapa inaitwa e right. Hii inaitwa jebu. Nataka mpe safe. Uruhusi kupiga tumboni. Atakayefanya makosa anapigwa mm -hmm, nyingi nyingi. Umeelewana? Haya, play play. Ba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Leeei maa lete, nimekwambia ngumi ya huku inapelekwa huku, ya huku inapelekwa umeelewa Twende, unaona. kazi hamna, kazi hamna, basi na mchezo uishe hapa.